Na experience agricole ya mjambo. Mimi naitwa Engineer Papi, kutoka sehemu hapa na pale ambapo mnanifahamia. Na nataka tu naoneshe umuhimu wa kilimo. Hapa ndio nyumbani kwangu ambapo mimi naishi, baadaye nitawaonesha hii. E, hapa ni mpunga ambayo nimepanda hapa nyumbani kwangu u mwaka sijalima mpunga kama mnanizoea, mara mingi kila mwaka nalima mpunga. Huu mwaka sijalima mpunga, mpunga. E, ila nimeona hapana sai nikakosa kulima mpunga hata ya kula kidogo tu, nimechukua hii sehemu hapa. Hii sehemu ninajua mnaijua vizuri sana sehemu ambapo aa mahindi yazi kalanga, hii sehemu naweka basi. Umwaka nimekusudia nilimi mpunga hapa nyumbani kwangu uani kwangu yani Amungaii mpunga ni mpunga, mpunga ambayo na namwagilizia na maji, mwagilizia maji, kuwa mimi ni mlimaji. So, nikakosa hata kitu kidogo nyumbani kwangu k chaku, chakula kidogo ya, ya kula. wenzangu wakawa wanavuna na mimi navuna. Hii ni kilimo kidogo ambayo mama Tisha. hii ni kilimo ambayo nataka na ta ni niwaonyeshe tu, kama mnaona nyumbani kwangu hapa mimi naishi na nyingine ni kusema kilimo wa ndugu zangu, kilimo ni kitu kigumu sana, kilimo ni kitu chenye faida sana, kilimo ni kitu kizuri sana. Mameisha mwanadamu bila kilimo hakuna maendeleo, bila kilimo hakuna maendeleo. Mkifaransa nakwambia l'agriculture c'est la base de developpement. Mpotigia nakwambia agricultura e a base de desenvolvimento, basi hii ni kidogo cha naonesha kusema hapa ni nyumbani kwangu. Sasa naonesha faida ya kilimo. Sasa naonesha faida ya kilimo. Asante. Hii hapa ndio tiyo ambayo maji natoa maji hapa, kama sisi mnaona natoka humo, ni tiyo ambayo in, in, inatoa maji kwenye robine pale, kama sisi mnaona robine ile ile pale inatia kwenye hii hii tiyo humu ndani ya hii hapa maji inaingia huko ndani, baadaye hapa ikijaa nachukua itio nakuwa namwagilizia nayo ile mpunga pale, yani tu, nakona, na, na, maji yaani pale kuti panakuwa ni matope tu, nakuwa namwagilizia maji pale panakuwa ni matope tu yani kwa sababu ya mpunga.